msingizidi wanatarajiwa kuwasili hapa nchini siku ya Ijumaa, bado hatujapata muda gani watawasili, lakini watakuja hapa nchini siku ya Ijumaa kwa ajili ya kuja kushiriki katika mchezo huo. Waamuzi watakaochezesha mchezo wetu wote wanatoka Nigeria. Eh, mwamuzi wa katikati anaitwa Grema Mohamed kutoka Nigeria akisaidiwa na Tejir Basmat kutoka Nigeria. E, msaidizi namba mbili atakuwa ni Emmanuel Omala vile vile kutoka Nigeria, na fourth official atakuwa ni Abu Salam Abiola kutoka Nigeria. kuelekea katika mchezo huu e, tumeweka viingilio vya kitajiri sana, kwa sababu hii ni mechi ya kistarehe, hii ni mechi ya furaha hii ni mechi kubwa, ni mechi ya kitajiri, ni mechi ya kifahari, ni mechi babu kubwa kwa wanasimba. Viingilio vyetu mzunguko ni shilingi laki mbili na elfu hamsini. Sijakosea, mzunguko ni shilingi laki mbili na elfu hamsini. Simba ya Pantev lazima uweke kiingilio cha kutisha <laughs> viingilio katika mchezo wetu huu <laughs> <laughs> amwamini kama tunaweza tukaweka kingo cha shilingi laki mbili eh? na nusu <laughs> shabiki wa simba wanaweza. Na hii mechi ni tofauti na mechi ambayo wanakwenda kucheza wengine. Hii ni mechi ambayo unajifaharisha, shabiki wa Simba, hii ni mechi ambayo unaenda ukiwa una enjoy, unaenda ukiwa unafurahi, unaenda ukiwa unajiamini una, una hasa. Kwa nini usilipe shilingi laki mbili na elfu hamsini kwenda kukaa mzunguko? Viingilio katika mchezo wetu huu shilingi laki mbili na elfu hamsini <laughs> Tanzanite ambayo hii, atakayelipa shilingi laki mbili na elfu hamsini atapatiwa Uh, k get pass jezi moja ya chaguo lake pamoja na tiketi ya VVIP ambayo itamwezesha kukaa kwenye daraja la juu kabisa la uwanja Benjamin Mkapa pamoja na vyakula na vinywaji kedekede kwa muda wote wa dakika 90. Mtu yoyote ambaye anahitaji kuingia kifahari siku hiyo uwanjani kuingia na gari lake uwanjani basi, anatakiwa kulipa shilingi laki mbili na elfu hamsini. Tutampatia zawadi ya jezi ya kuscan, tutampatia chakula, vinywaji, na atakaa eneo la VVIP kumwangalia mnyama anafuzu kwa mara ya saba hatua ya makundi ya michuano ya Afrika. Shilingi laki moja na elfu hamsini hii ni kwa Platinum, ambapo hii platinum shabiki atakayelipa laki moja na elfu hamsini kwanza ataondokea ataondokea hotelini kwenye hoteli ya nyota tano ya hapa Dar es Salaam, atapelekwa mpaka uwanjani na king'ora, akiwa kwenye basi safi lenye klasi ya hali ya juu. Ataondoka pale, watapelekwa mpaka uwanjani, wataangalia mechi akiwa uwanjani, kunakuwa kuna siti zao maalum za kiplatinum, wanapata vyakula, wanapata vinywaji, wanaenjoy, wanafurahia kweli kweli. Mechi ikimalizika wanarudi kwenye mabasi yao mdogo mdogo wanarudi mpaka hotelini wanachukua magari yao wanaondoka nyumbani. Nyama akiwa ameshafuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, atakayelipa shilingi laki moja na elfu hamsini atapatiwa usafiri wa kwenda na kurudi uwanjani, atapatiwa eskoti ya polisi, atapatiwa jezi ya chaguo lake kutoka Jeruti. na atapata vyakula na vinywaji anapokuwa anapokuwa uwanjani kwa shilingi laki moja na elfu hamsini pekee vipa itakuwa ni shilingi elfu thelathini vipb itakuwa ni shilingi elfu ishirini vipc itakuwa ni shilingi elfu kumi na mzunguko itakuwa ni shilingi elfu tano. Mechi yenye hadhi kubwa kama hii, mechi yenye thamani kubwa kama hii, shilingi elfu tano ni fedha ndogo kweli kweli. Kwenda kuiona Simba hii, ndugu zanguni, kwa shilingi elfu tano ni hela ndogo kweli kweli kweli. Ni kuidhulumu na Simba yenyewe, kwenda kumuona kibu kwa shilingi elfu tano ni kuidhulumu na Simba yenyewe, lakini tunafanya hivyo ili kila mwanasimba aweze kumudu na tupate wanasimba wengi katika mchezo huu. Lakini kwa hadhi ya timu yetu hivi sasa, kwa thamani ya timu yetu hivi sasa, kwa ubora wa timu yetu hivi sasa, ndugu zanguni, kiingilio cha chini kabisa kwenye mchezo huu isingepungua laki nne lakini kwa sababu tunataka kila mtu wale mema ya Simba ndiyo maana tumeweka kiingilio cha chini kabisa shilingi elfu tano. Ndugu zangu ni wana Simba, mchezo huu kwetu ni mchezo wa maana kwelikweli, kwetu ni mchezo muhimu kweli kweli, kwetu ni mchezo wenye thamani kubwa kweli kweli, ni mchezo ambao tunakwenda kuandika historia nyingine ya kupendeza ndani ya klabu yetu ya Simba Sports Club. Ni mchezo ambao unakwenda kutu elevate, inakwenda kutupeleka juu zaidi mawingoni kwenye kiwango cha ubora barani Afrika. Tunakuwa ni katika miongoni mwa timu chache Afrika ambazo zina uhakika wa kufuzu back to back na kwenda hatua ya makundi Afrika hii timu zenye uhakika wa kucheza back to back hatua ya makundi kwa kipindi cha miaka saba mtawalia ni timu mbili pekee, ni Al Ahli pamoja na Mamelodi Sundowns. Watatu wanaoongezeka hapo ni Simba Sports Club, na sisi tumeingia kwenye huo mkumbo wa kuwa na uhakika wa kucheza hatua ya makundi kila mwaka. Sasa hii siyo mechi ya kawaida ni mechi ambayo inakwenda kutuongezea thamani kubwa kwenye klabu yetu na ndio maana Mwana Simba hautakiwi kwa namna yeyote ile ye, kubaki nyumbani siku hiyo, na Mwana Simba asitokee akaidharau hii mechi kwamba tumeshafuzu tumeingia, e, tume, tumeshinda goli tatu, huyu msingizini hawezi kufanya chochote.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 aje amevaa jezi nyekundu, aje amevaa jezi mpya ya JRT. Tunataka Benjamin Mkapa yote ile iwe kama Simba den. Hawa wapinzani tunaocheza nao sio wapinzani wa kuwabeza hata kidogo, lakini tukiitapisha Benjamin Mkapa hajawahi kukutana na mazingira kama hayo katika maisha yake. Ule uwanja wao ambao tumecheza nao jana unaingiza watu elfu kumi na ngapi tu hivi, ka uwanja kadogo fulani hivi. Sasa atapokutana na benjamin Mkapa, tanuri limejawa na Simba, tunapumua moto namna hii, yule tutamfanya vibaya mno. Tatu za kule kwao zitakuwa ni tatu mara mbili.